Raha vizuri kabisa, kwa sababu nyumba yangu imekamilika, najisikia vizuri na pana ukombozi. Wakati mwingine naweza nikasema kwamba usingizi nitakuwa nakupata kwa wakati, kwa sababu wakati ule usingizi nilikuwa sipati, wasiwasi kwamba nyumba Itaniangukia lakini sasa nyumba inaonekana iko bora kabisa, vizuri kabisa. Namshukuru Mungu aliyewezesha jambo hili lifanyike, asante. Kwa ujumla, namwambia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania neno la shukrani kwamba tendo alilolitenda ni zuri la ajabu kwangu kwa sababu sikutegemea, kama nilivyosema hapo awali, kwamba jambo hili linaweza likatokea katika maisha yangu. Kwa sababu mara nyingi sana kumuona mkubwa, pana prosesi nyingi sana ambazo zinaweza zikakatisha tamaa ukashindwa, lakini Mama Samia Suluhu Hassan, Tulia Ackson wamenisaidia, wameniweka mahali pazuri kabisa. Awali, hapo awali tulianza kuishi nyumba za miti kama unavyoona kabanda hapo pembeni, ndipo tukajitahidi tukajenga kwa kibanda. Baada ya hapo napo nilivyojenga, lakini bado nilikuwa bado kwenye changamoto ya shida. Kwa mfano mvua ikinyesha, upepo ukipiga tu wote ndani tunaloa pamoja na watoto. anza namshukuru rais kwa ale yote aliyonifanyia katika hii nyumba, maana nilikotoka huko nyuma nilikuwa naishi maisha ya shida sana. Ani hata kama kusafiri nilikuwa napata shida Yaani hata kama mtoto ameumwa nikiwa hospitalini nilikuwa napata shida sana lakini, kwa, kwa kunifanyia hivi mheshimiwa rais pamoja na mbunge ninawashukuru sana sana sana kwa msaada wao wote walionifanyia. Kwa kweli nasema asante, naliona jengo ingawa kipindi wakati naanza hapa nilikuwa naona kama ni utani, lakini kwa sasa naona jengo lipo mahali hapa hata moyo wangu umefurahi kwamba na mimi kumbe nimeitwa mwanamke. Lakini pia hata mazingira ya kule tunakokwenda pia haya hayafanani. Kwa hiyo tumetumia siku 19 kukamilisha ujenzi huu, na nyumba ambayo tumemjengea mzee Obedi na familia yake ina vyumba vya kulala vinne, lakini na sebule. Ina vyoo viwili, kwa maana kwamba tuna chumba kimoja ndani ambacho ni master, lakini pia tuna choo kingine cha nje, kwa maana kwamba kwa ajili kwa ya kutumia watu baki, kwa maana kwamba watoto na na watu wengine ambao wanakuwa wanaitembelea wana familia, familia hii. Sasa tunamshukuru Dr. Tulia Ackson kwa kumeta msaada, maana kwa maisha ambayo alikuwa anaishi na familia ilikuwa maisha sio, alijaribu kujenga na kupanga bati pale juu, upepo ukija ka unabeba, unaezuliwa, wasipokuwa hapa majirani na ndugu wa karibu, alikuwa hawezi kuishi maisha ambayo Mungu kila mtu amempangia kwamba aendelee kuishi kiukweli tunamshukuru aendelee kutoa msaada kwa watu wengine kama alivyotoa kwa huyu baba, na mengi zaidi ya kusema asante kwa sababu unayoyafanya kiukweli, Mungu tu akubariki. Historia ya hii nyumba, kama fundi mkuu nimeisimamia, nimeijenga kutoka tarehe kumi na moja mwezi huu na niliahidi kuikabidhi tarehe ishirini na tano Mwezi huu. Lakini ukiwa kama spika wa bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia ukiwa kama rais wa IPU, leo hii umekuja kukabidhi nyumba kwa mzee wetu Obedi ambaye yuko hapa Matema, hili jambo linaweza likaonekana ni dogo, lakini ni jambo kubwa sana. Hii mbegu uliyoipanda hapa Matema itaishi mioyoni kwa watu wa Matema hapa miaka na miaka, kwayo sisi tunashukuru ni moyoni kwa mzee wangu Obedi. Ana furaha na ataendelea kuwa na furaha, kwa sababu kitu ulichokifanya ni kikubwa sana. Kumjengea mtu makazi ya kuishi, umempa hazina ambayo mpaka anaingia kaburini anaendelea kubaki nayo moyoni, kwamba hapa alinisaidia Dk. Tulia. Kwa hiyo basi sisi tunashukuru sana, lakini pia kwa kutambua kazi kubwa ambayo umeifanya na sisi kama serikali tutakuunga mkono, kwa maana tutaendelea kumtembelea mzee Obedi, tutaendelea kuangalia mahitaji yake ambayo atakuwa anayahitaji, basi pale ambako na sisi tutaweza kufanya tutafanya, lakini tunashukuru sana kwa ushirikiano ambao umetupa sisi wilaya ya Kyela kwa ajili ya kuja kutatua changamoto ya mzee wetu. pia nitumie fursa hii kuwashukuru sana sana sana ndugu zake, kwa sababu kufikia hatua hii, taarifa nilizopewa kabla ya kufika hapa leo ni kwamba katika watoto wake hao wanne ambao mmewaona hapa, amekuja nao kwa heshima kabisa, wako watoto wake wengine wanasomeshwa huko na ndugu zake. Kwa hiyo tunawashukuru pia hao ndugu zake kwa namna ambavyo wanajishughulisha na maisha ya ndugu yetu huyu Obedy. Oh, sasa wakati mwingine wakati mwingine tunapoyafanya mambo haya, watu wanatamani kama tungekuja vile kimya kimya, tumejifunika hivi, tumepitiliza yani, kuwe na giza ili wakute tu asubuhi mtu anaamka kutoka ndani. A a, tunatangaza namna hii ili na wewe ujifunze kumsaidia mhitaji kwenye jamii. Lazima uone kwamba kwanza wenye uhitaji wapo na wakati tukimfikia mzee huyu walikuwa na uhitaji wa mavazi, na mimi na wewe tunafahamu kule kwetu. Wewe nyumbani kwako unajua mavazi unayo kiasi gani, mengine hujavaa mwaka mzima. Kwa nini usimsaidie jirani yako ambaye anadhiki? Unamwona mtu anapita mbele yako nguo imechanika, hujisikii vibaya kabisa? Na wewe umevaa nguo vizuri kabisa, na elfu ishirini unayo mfukoni na hata hujaipangia hata tu. Kwa nini usimpe hiyo elfu ishirini akanua t-shirt? Matema, aye, kwa hivyo tunatangaza hivi ili na wewe ujifunze, usiwe mtaalamu tu hey, wa kusema eh, sasa wanatoa sadaka huku wanatangaza. Ndio tunatangaza ili na wewe ujifunze, ukishajifunza